Mtume mpige mtu ambaye sallallahu alaihi wasallam, kabla ya jihad, alikuwa nafundisha mapambano, namna ya kupambana na baada ya kupata nguvu huko, kabla ajaenda kupambana, na maswahaba wanafundishwa namna ya kuimbiza farasi, kwa sababu ndio vita vya siku ile. Hali iko hivyo, lazima jifunze kipindi hicho kurusha mishale na kurushi kupambana kwa mikuki kukimbiza farasi na mfano wa vitu kama hivyo, kwa sababu ndio hali pambana namna ya kupambanisha mapanga. Lakini leo hii, leo kuna mabomu, namna ya kupiga risasi, namna ya kupambana na adui yako. Lakini kadri teknolojia inavyozidi kubadilika, ndivyo inavyozidi kuwa mambo ni makubwa. Mtu amekaa zake chumbani jam. Mlipanga bomu lake liende sehemu fulani halikosei, ndo hapo hapo. Alafu umekaa porini, umeshika kisu umeshika nini, unajua zako komfuu. Hakuna itakachokunufaisha ikishalipuka basi, waende kwa maana bado wewe uko kwenye nini, madhaifu, hujaweza kupambana jihadi. Endelea kufanya subira, muda kuu unasimamisha ibada, na nchi yetu hii yasimamisha ibada watu wasimamisha ibada swala, misikiti yajengwa, watu wavaa mavazi ya Kiislamu, wake zetu wavaa mavazi ya Kiislamu, wadhirisha Uislamu, adhana za toko, Ijumaa za saliwa zasaliwa, Idi zasaliwa viwanjani kabisa kwa amani. Nchi kama hii wanaihukumu kwamba ni nchi ya Kiislamu, hata kama itakuwa haikumi kumpiga mwizi mawe kumkata, mko, mkumpi, kumkata mkono mwizi, kumpiga mzinifu mawe inakuwa inazingatiwa ni nchi ya Kiislamu, lakini kuna baadhi ya watu wataka kuharibu amani hii. Kwa hiyo, tizama mfumo wako usiharibu amani na mtawala, ikawa ni sababu ya kuharibu umoja wa Uislamu na amani kwa Uislamu kukosa kufanya